Na uzuri sisi wakulima tunapambana kuhakikisha kwamba tunazalisha vizuri na tutaendelea kuzalisha, lakini kitu ambacho kinatushusha maendeleo yetu kuzalisha kwa wingi ni kampuni, kampuni wanunuzi wanaokuja kununua tumbaku, wakipita kununua tumbaku, wanunua tumbaku utafikiri wao ndio wameilima ile tumbaku. Yani mnunuzi anakuja, ile tumbaku anaiangalia, anafika, anaandika ni utafikiri amefumba macho wakati ya tumbaku sisi tunafanya kazi mwaka mzima, inaumia kwa sababu gani? Mwaka jana mimi nilikuwa na tumbaku nzuri sana, lakini bei walizopewa ni mpaka hadi unabaki unashangaa. Sasa naombeni kitu kimoja, naombeni sisi binafsi, mtuinue walau kidogo kidogo tu, sio sana, mtuinue walau kidogo, kutupa bei nzuri za tumbaku. Majina naitwa Suwa Amani Ndimangu. Jamani, Alliance One tuendelee kuwasisitiza. Yaani, kuna watu wameshatuambia, walituambia msimu mwakajana tutaingia nanii kama chama chetu cha tunaingia chama cha Hekima kulima lakini walivyoona, wametupa bei mbaya, waliailisha na mpaka sahizi kuna watu wanasema hawatoleta mabelo mpaka waone masoko yanavyoenda vizuri, ili tuende kwenye usambamba wa kusema kwamba tunalinda pamoja. Kiukweli, Alliance One watufanye, watuvute kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu tofauti na hapo wanaenda kutuchonganisha baina ya sisi, kwa sababu kama wataenda kununua kama manunuzi waliyofanya mwaka jana, naamini kule tutachomana visu sisi kwa sisi, kwa sababu itakuwepo swala la utoroshaji. Unamzuia mtu anakupiga hata kitu. Kwa hiyo watuokoe sana kwenye suala la ununuaji. Hilo ni baadhi ya wakulima wa chama cha msingi Hekima wakizungumza kwenye kikao kazi kuelekea msimu mpya wa masoko ya zao la tumbaku, wakitoa wa kilio chao juu ya kile wanachodai kampuni ya ununuzi wa tumbaku kununua vibaya msimu uliopita, ambapo pia kauli hizo zinaungwa mkono na katibu meneja wa chama cha msingi Hekima, Antoni Misibo. Kipindi cha masoko tukatajitaji kuwasiliana, unakuta makampuni mengine wastani, dola mbili pointi nne mengine dola mbili pointi saba ila sisi tukauza dola moja pointi tisa kwao. Ni waombe niwaombe kampuni, kampuni yetu kau mengine <coughs> ko vizuri sana kwa kweli, wanatujali wanaijia mabero vizuri, wanatupa magodoro vizuri, masoko ya fast fast tunaweza kuliko watu wengine, ila kwenye upande wa bei tu kwa kweli ndio ilikuwa changamoto. Lakini pia hatuhitaji kuwa na wakulima wadogo wadogo, ili wakulima wetu waweze kukua ni pale watakuwa wanauza vizuri, wanauza kwa tija. Lakini pia tutakuwa tumeungana na sera ya Mheshimiwa rais wetu kwamba kilimo ni biashara, tufanye biashara, watu walime kwa ajira yetu, ni kilimo, makampuni wadau wetu naomba kwa hilo mbadilike. Akizungumza kwenye kikao hicho mnunuzi wa tumbaku kutoka kampuni ya Alliance One, Ali Waziri amewatoa hofu wakulima akisema pamoja na changamoto zilizojitokeza msimu uliopita kampuni imejipanga vyema kuhakikisha msimu huu mkulima anapata haki yake. Changamoto zilikuwepo, lakini tulipita kwenye semina, haya maswali yote haya yaliulizwa tukajibiana vizuri sasa kwa jinsi tulivyojipanga hatutaki hii sintofahamu ya mwaka huu itokee. Tulizungumza pamoja, tumefahamu matatizo yalikuwa yametokea, tukapata muda tukapita tukaelekezana jinsi ya ufungaji. Tukasisitizana sana tusifunge ngurai, tusichanganye tumbaku na katika sehemu ambazo kampuni ya Lansoli itakuwa macho zaidi kwa hichi sintofahamu kilichotokea. Mpanda huwa, mpanda ni upande huo mnuzi kumbwa kwa karibu. Mimi nilikuwa nataka niseme makusudi ya kikao hiki viongozi kutoka Alliance One ni wasiwasi. Yaani madhumuni makubwa ya mkutano huu ni wasiwasi. Si ndio wa jamani? Dio. Na wasoeli wanasema wasiwasi ndio wa akili. Hawa wanataka wapime upepo. Hawa jamaa wamesimamaje? Tulete tusilete. Ndicho ambacho wamefanya mpaka mwenyekiti mwenye wa kushawishi kwa sababu unajua jamaa mwenyewe. Hawa watu wamekwambia bwana mimi waite kwanza. Sisi tukaingia tarehe 28 hapa iko na mambo yaeleweki. Hebu tuambie tujue tunafanya lipi kwao, ndugu zangu. Viongozi kutoka Alliance One, natamani sana mimi nisikie tena mkijikomiti kwa wananchi kwa niaba, mheshimiwa mkuu wa wilaya, nawaomba mjikomiti tena, hasa mnunuzi, mjikomiti tena mbele ya wananchi tusikie tena kauli yako kuhusu ununuzi tutakuwaje? Msikilize jamani. Kwa mara ya pili tena tumejipanga vizuri kununua tumbaku vizuri misingi na taratibu ifuatwe, tunachukua tumbaku zote ni hili ma tusiizbada tukalaumiana. Lakini baada ya kusikia hayo sasa, mambo yasiwe mengi, si ndio? Tunawategemea ninyi sasa, hao wamejicommit, si ndio? Na ninyi tunataka mjicommit, tutofanya ujinga ujinga. Tunawategemea sana ninyi, mkao waaminifu, kama zungumza kwa ushirikiano, mkao waaminifu kwa nafasi yenu Hekima mkosi Mjitahidi muwe waaminifu, ili sasa tuwalaumu hawa mabwana, kama si tulifanya kila kitu, mbona hawajatutendea haki haki? Maana yake yule, ambaye tumbaku yako mbaya, basi pate upate hela ndogo, mwenye tumbaku nzuri upate hela nzuri. Jukumu letu kama bodi ni kusimama. Hawa watu wa kampuni wamesema ukweli, na mimi naamini hawana shida, wamebadilika. Kwa ndugu zangu, ni wasihi kafungeni mitumba bila ngulai, leteni be, hakuna sinta saini PCN mpaka tumeliziana. Lakini sema mnanua vibaya, na leo mmekuja mmewaambia. Nilishasema na hiyo naweza kusema watakuwa wamesikia.